Karibu sana kwenye kipindi chetu cha leo. Leo tunazungumzia mada nyeti lakini muhimu sana, dalili za kukosa tendo la ndoa mwilini. Mimi ni Dr. Lucas, lakini kama wewe ni wa kwanza kufungua video hii, tafadhali sana usiache kubonyeza neno subscribe na kubonyeza alama ya kengele ili tuendelee kuwa wa kwanza kupata video zetu mpya pindi ambapo tunakuwa tunazia upload. Swali ni je, ni kweli mwili huathirika ukikosa tendo la ndoa kwa muda mrefu? Hebu tuangalie dalili za moja kwa moja na ni nini cha kufanya. Kwanza kabisa, ni muhimu kufahamu kwamba tendo la ndoa si suala la starehe tu, bali pia lina manufaa ya kiafya, kimwili, kihisia, hata pia kiakili. Kukosa tendo la ndoa kwa muda mrefu kunaweza kuathiri mwili na akili, hasa kwa watu waliokuwa na maisha ya tendo la ndoa kabla au ambao miili yao inahitaji tendo la ndoa kwa kipindi hicho. Zipo dalili ambazo zinaweza zikajitokeza kwa mtu ambaye atakosa tendo la ndoa kwa kipindi cha muda mrefu. Dalili hizo, namba moja ni kama msongo mawazo, ma stress, kuongezeka. Kukosa tendo la ndoa kunaweza kuongeza homoni za msongo mwilini kama cortisol na kupunguza homoni za furaha kama oxytocin na endorphins. Dalili ya pili ni pamoja na kukosa usingizi ama usingizi usioridhisha, kwani tendo la ndoa husaidia mwili kutulia. Kukosekana kwa usingizi kwa watu wengi, kulalamika kulala kwa shida ama usingizi kuvurugika, hii yote ni hupelekea mtu pengine a tendo la ndoa hajaweza kulifanya kwa kipindi cha muda mrefu. Kupungua kwa hamu ya maisha ama lack of motivation, baadhi ya watu hulipoti kukosa hamasa, uchovu usioelezeka, au hata hisia za huzuni zisizo na sababu. Dalili ya nne ni pamoja na kuongezeka kwa hasira ama kukosa uvumilivu. Kukosa ukaribu wa kimwili kunaweza kuathiri utulivu wa kihisia na hivyo mtu kuwa mkali ama mwepesi wa kukasirika huku namba tano moja ya dalili ni pamoja na maumivu ya mara kwa mara, hasa kichwa na mgongo. Ukosefu wa tendo huweza kusababisha mkusanyiko wa mvutano wa mesuli unaoleta maumivu ya kichwa ama mgongo. Huku ikiwa namba sita, moja ya dalili kushuka kwa kinga ya mwili. Tafiti zinaonyesha kuwa watu wenye maisha ya tendo la ndoa lenye afya mara kwa mara wana kinga imara zaidi. Dalili nyingine ni kupungua kwa hamu ya tendo lenyewe hii ni kama mzunguko. Ukikosa tendo la ndoa, mwili huanza kuzoea hali hiyo, na hivyo hata hamu hupungua zaidi. Sasa, ni upi ufumbuzi ama ushauri? Je, kuna njia za kukabiliana na hali hii? Mmoja, ongea na mwenzi wako kama uko kwenye ndoa. Namba mbili, jihusishe na mazoezi ya mwili husaidia kupunguza msongo. Namba tatu, tafuta msaada wa kisaikolojia kama hali inazidi. E, pia kumbuka si lazima tendo lenyewe hata ukaribu wa kihisia na kimwili una faida kubwa. Hivyo, mtazamaji wetu pendwa, kukosa tendo la ndoa kunaweza kuathiri mwili na akili, lakini kuna njia salama na, ze, na zenye afya za kukabiliana na hali hiyo. Asante kwa kutazama, sikiliza, usisahau kushiriki ujumbe huo ili uwasaidie wengine pia. Ulikuwa na Dr. Lucas, tukutane tena wakati mwingine, mwe na nyakati njema.